Ilani yetu ya Chama cha Mapinduzi ya 2020-2025 ilikuwa inamwelekeza Mheshimiwa mm -hmm, rais kufanya ukarabati wa miundombinu ya michezo ya uwanja wa Amani, haikutaja migombani Priz, haikutaja Gombani, haikutaja viwanja vya mikoa wa wala wilaya, lakini tunaye rais ambaye ana hulka na tabia ya kujiongeza. Serikali zetu zote mbili Zimedhamiria kufanya mageuzi makubwa katika sekta ya michezo kwa kujenga miundombinu ya kisasa ya michezo mbalimbali, pamoja na kufundisha wataalamu wa michezo ili kuibua vipaji na kuinua viwango vya michezo hapa Zanzibar na Tanzania kwa ujumla. Na imethibitika kitaalamu kuwa miundombinu bora ni chachu na kivutio cha kwanza katika kuimarisha michezo. Aidha, miundombinu bora ina mchango katika kuvitambua na kuibua vipaji na hatimaye kuviendeleza. Na kama ambavyo mnafahamu michezo ina faida nyingi, zikiwemo kutoa ajira, kuimarisha afya, kukuza utalii wa michezo, lakini pia kukuza biashara, kuwajengea vijana utamaduni wa kupenda michezo na kuepusha na vishawishi vya makundi maovu. Jiwe la msingi la ujenzi wa viwanja hivi vya michezo ni mwendelezo wa uwekezaji katika sekta ya michezo ambayo ni miongoni mwa sekta za kimkakati zinazokuwa kwa kasi na inayotarajiwa kutoa hamasa na kuvutia mashindano ya michezo mbalimbali katika ngazi ya kitaifa, kikanda na kimataifa. Na hii itasaidia nchi yetu kutembelewa zaidi na wageni kutoka nje ya nchi ambao wanavutiwa na masuala ya michezo na hivyo kukuza utalii. Ndugu wananchi, ni dhamira ya serikali zetu kuendelea kutoa fursa kwa watoto, vijana, wanafunzi, wanawake na watu wenye ulemavu kushiriki katika michezo mbalimbali mbali, kwenye mazingira rafiki na yenye usalama zaidi. Na tunafahamu changamoto zinazoyakumba makundi hayo katika kushiriki michezo kama vile udhalilishaji, umbali mrefu wa kutafuta viwanja na miundombinu isiyowezeshi kwa wachezaji wenye mahitaji maalum, lakini pia wanawake. Na hali hii imechangia makundi hayo kutoshiriki michezo kutokana na mazingira hayo kukosa mvuto kwa wahusika. Viwanja tunavyojenga sasa vimezingatia kwa kiasi kikubwa utatuzi wa changamoto hizo, na hivyo makundi yote niliyoyataja yataweza kushiriki michezo kwa uhuru na usalama. Ninapenda kusisitiza kuhusu umuhimu wa kuulinda Muungano, na njia mojawapo ya kulinda Muungano wetu ni kuendeleza mambo yote mazuri yaliyoachwa na waasisi wa Muungano, na mojawapo ya mambo hayo ni uhifadhi wa mazingira. Nimefurahi sana mmenipa fursa ya kupanda mti hapa, na kwa msingi huo narudia kusisitiza kwamba maadhimisho ya miaka sitini, sitini na moja ya muungano yaende sambamba na shughuli za kuhifadhi mazingira kama upandaji miti katika maeneo ya viwanja vya michezo maeneo ya kupumzikia na maeneo mengine. Kwa hiyo rai yangu kwa kila mwananchi ni kushiriki jitihada za uhifadhi wa mazingira, hasa kupanda miti ya kivuli, miti ya matunda na dawa, na kuhimiza usafi wa mazingira ikiwemo kutumia nishati safi ya kupikia.